Karibu katika chaneli yetu ya leo, kama kawaida nataka nikufundishe mambo mawili kuhusu tanzua.com. Sisi wote tunafahamu na tumeshaelezwa na tunajua Tanzua, njuse, hea, hii, China, kwa namna moja ama nyingine. Tanzua ndio sehemu sahihi ya wewe kununua bidhaa kutoka China ukiwa Tanzania. Tanzua inakupa urahisi wa wewe kununua bidhaa yani, ukiwa unataka kununua bidhaa ambayo umeiona kama Mfano Alibaba na lakini wewe unataka kuinunua muda mchache yani, kama unahitaji kwa kwa, haraka kwa siku tatu, unaweza kununua Tanzua kupitia tanzua.com na kupokea muda siku tatu, na sio kusubiria baada ya miezi mingi baada ya miezi ngapi. Kwa hiyo Tanzua inakurahisisha wewe kununua bidhaa kutoka China kwa kwa urahisi. Kwa hiyo Tanzua ni maduka ambayo yalijiunga ya, yakawa na kuletea wewe mteja wao huduma karibu. Kwa hiyo nishakufundisha namna gani ya kujiunga katika chaneli hii leo na mambo machache machache ambayo ningependa uyafahamu katika Tanzua. Tanzua vilevile unaruhusiwa kuuza bidhaa. Unawezaji kuuza bidhaa kwenye Tanzua? Unapologi kwenye tanzua.com, unakuja hapa kwenye sela una, click. Kwenye sera, uka, uka kolewe, mibu, una kwa. Kwahiyo hapa kwenye sela unaweza ukaanza kuuza bidhaa zako, kwahiyo wewe unaanza kujisajili hapo na unaweza ukawa unaanza kuuza bidhaa zako. Kitu cha pili Tanzua pia unaweza ukapata uka pesa au ukafanya uka matangazo. Kama unataka kufanya matangazo kwenye website ya Tanzua unaweza ukakliki hivi hapa advertise. Kwa hiyo kabla ya kuendelea, naomba usubscribe kwenye chaneli yetu hii <coughs> ndio T4B skills chaneli ambayo inakufundisha maujanja mbalimbali bure kabisa na ulipi kitu chochote, na ukiwa na kitu ambacho unataka kujua, unataka kuuliza, usisite, naomba ukuechee komenti yako hapa. Na vilevile ukitaka kununua bidhaa kutoka kwa Tanzua au ukiwa na swali, naomba uulize kwa namba sifuri saba sita tisa saba ishirini na tisa ishirini na tisa nane mwisho. Kwa hiyo hiyo ni ukitaka kununua bidhaa unaweza kupigia kwenye namba hii na uka, uka ukanunua bidhaa kutoka China kwa bei au dunia nzima kwa bei nafuu fuu, muda wasio nasafisha muda siku moja siku tatu. Kwa hiyo, leo nataka sasa nikwambie faida zilizopo katika tovuti ya Tanzua.com kisha e kufundisha. Faida ya kwanza unaweza kuuza bidhaa zako kwa hiyo unauza bidhaa, unaweza kuuza bidhaa zako kupitia website hii. Pili, kwa unataka kutangaza kupitia website hii, unaweza kufanya matangazo kupitia website hii. Tatu, vile vile unaweza kujipatia kipato Tanzua unaweza ukajipatia kipato ni wewe kuja hapa kwenye hii na kujiunga na inaitwa affiliate program. Affiliate program ni ambayo inaanzishwa na Tanzua ili ikiwa kwamba wewe fanya kwa biashara huna mtaji na unataka kuanza kufanya biashara, wenyewe wanakupa nafasi ya kusambaza uh, bidhaa zao. Mtu akinunua kuna percent ambazo wewe unazipata. Kwa mtu anunua bidhaa elfu kumi wewe unakoa shilingi elfu mbili kwa hiyo hivyo na hivyo na na unaweza ukafikia na na mtaji mkubwa. Kwa hiyo hiyo ndio Tanzua. Ni vizuri ukatembelea uka Tanzua na ukajiunga, ukaangalia uka, uka mzuri gani ambao unaopata una kutumia Tanzua na uje kutoa feedback yako. so, namna gani unaweza search bidhaa Tanzua ni rahisi. uk ukiandika Tanzua.com, urahisi wake uko kwamba <coughs> unaweza kuklikia hapa I'm looking for unaweza ukabadili lugha ya Kiingereza, Kifaransa, Kiswahili, lakini napendekeza uweke lugha ya Kiingereza. Secondly, unaweza ukabadili ukaweka, yani, pesa tofauti, mfano dola Kenya shilingi Uganda, pesa za Kenya, za Tanzania, za, za Uganda. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe ambazo unaona zinafaa kwako. Vilevile unaweza kusearch by category kwa hiyo unaweza kuona hizo zote category, mfano unaona car sports electronics eh, yani, hizo zote ni ni vitu ambavyo vinapatikana Tanzua. Vilevile unaweza ukasearch kwa maneno, mfano unasema shoes, unaweza kaandika tu shoes yapo na ikafunguka ukaona kwamba Tanzua hii hapa inafunguka na kuletea shoes. Kwa hiyo unaweza kusema mimi sitaki get to video, nataka tu Adidas tu.

Unaweza unaweza ukasema ukatafuta bidhaa kulingana na uchumi wako ulivyo. Wewe ukiona kwamba wewe ujafika ku laki ngapi, unaweza ukashusha idadi ndio da, ukafika ku elfu kumi na tatu. Kwa hiyo unatafuta bidhaa kulingana na kipato chako. Unatafuta bidhaa kulingana na kipato chako. Kama kwa mfano hivyo, hiyo yote ni bidhaa ile ambayo unakuwa unaweka kipato chako. Aisha unaweza ukaandika hapa na hapa kwa utapata bidhaa ambazo zinaendana na kipato chako. Vile vile, Tanzua wanauza vitu mpya. Kwa mfano, ikiwa kwamba kuna sera anauza vitu USB USB, unaweza click hapa, lakini kwa bahati mbaya uko kwa wauzi vitu ambavyo vimeshatumika. Vitu vinavyopatikana hapa ni original na mpya. Vile vile, Tanzua unaweza ukaandikia kupitia njia ya mesenji, ikiwa kwamba una message, na utaweza kutumia Tanzua na kwa urahisi wawewe kuandikia kupitia njia ya Messenger. Vilevile, uzuri ambao unatanzua ni kwamba unaweza mbali la Messenger, unaweza ukapata sapota kwenye njia nyingine, au kwenye WhatsApp, kwenye Instagram, kwenye Pinterest, kwenye Twitter, kwenye Facebook, kwenye YouTube na kwenye WhatsApp vilevile. Tena unaweza ukapata huduma kwenye Ask Me. Kwa mfano kukote, kuna bidhaa ambayo umenunua kuna kitu ambacho unataka kukuuliza. Kwa hiyo Tanzua inakupa urahisi wa kununua kitu kwenye asi ni. Kwa hiyo unaweza kuklikia hii asi ni hapa, na unaona wanakukaribisha kwenye Tanzua. Kitu kingine Tanzua oh, sorry kwa hiyo kitu kingine hapa, ukiwa kwamba unaingia kizuri ambacho ukiwa kwamba unaingia kwenye tanzua kwa mara ya kwanza kabisa, unaweza ukaona kategori zilivyojipanga hapa. Sasa ni wewe mwenyewe kuchagua. Kwa hiyo kategori ziko kwa top, kwa hiyo ni rahisi sana wewe kutafuta bidhaa unayoitaka kama unavyoiona kwa mfano hivyo. Ukitoa una, una, una, sasa tanzua, kipengele cha kwanza kabisa ni kuiona hiyo kategori kama hii hapa track nini weli hii ya nini nini. Unapokuwa umejiunga kwenye Tanzua ukiwa na akaunti ya Tanzua.com unaweza ukaangalia bidhaa ambazo ushaga nunua kwa hiyo uzuri wa Tanzua ni kwamba uzuri wa Tanzua wa dakika moja, uzuri wa Tanzua ni kwamba ukiwa umejiunga ikiwa kwamba akaunti yako unaweza kuwa najiunga. Kwa hiyo Tanzua haichukui pesa kutoka, kutoka kwenye akaunti yako usevu akaunti yako benki ya Tanzua. Unachokifanya wewe unaweka pesa kwenye akaunti, mfano inavyokuonyesha kwamba hii credit ni pesa ambazo unatoa kwenye benki yako unaziweka huko. Kwa hiyo website ya Tanzua na benki yako ni vitu ambavyo vinahusiana. Kwa hiyo hapo usalama uko wa hali ya juu. Kwa vile vile, Tanzua ukiwa unanunua vitu wanakupa point kama unavyoziona, reward wanakupa hizo. Reward ni kama vile point, yani reward ni elfu mbili ni thamani ya shilingi elfu mbili Yani rodi moja msamania kwetu e, moja msamania ya na rodi moja. Kwa hiyo ukinunua, ni kwamba ukinunua mara ya kwanza, ukinunua mara ya kwanza, no, first order, na kupa shilingi 2000 bure. Kwa hiyo hiyo ndio Tanzua. Vile vile Tanzua unapo unaweza kuangalia order yako, unaweza ku download au unaweza ku cancel. Kwa hiyo unaweza kununua vitu kwa bahati mbaya, kwa hiyo Tanzua ina option yako ya ku cancel, ku cancel ile product Unakone, unakone, <coughs> yani pesako. Kwa hiyo unakuwa unanunua kwa makosa, unakuwa unanunua mimi kwa makosa, lakini utopoteza, yani una cancel ile order na kurudishia pesa yako hapo kwa papo. Vile vile Tanzua ina return, unaweza kwa kumbe unanunua bidhaa lakini bidhaa iliyofika unayopenda kwa hiyo, kwenye website ya Tanzua unaweza uka ukaritani ukairudisha bidhaa uka, na kuonyesha process ya return. Vile vile Tanzua kuna point, kuna offer. Kwa mfano mteja anaweza kaa muuzaji anaweza kaona kwamba unamuumia ya bidhaa yake sana, vile vile atakupa ofa kwamba huyu ni mteja wangu mmoja, ni mpe ofa hii. Kuna hizi points hapa ambazo nimekuonyesha ni jinsi gani tu kwamba unapata pesa hii, hapa ndio points zenyewe. Vile vile kuna kushare na ku, hiyo yani share ni kwamba una share account ya tanzua.com na unapata pesa. Kwa hiyo share, una share Mwenye mara ya kwanza na kupa dola ya eh, shilingi mia. Mtu akikliki shilingi mia. Mtu akikliki shilingi mia. Kwa hiyo hii ni fursa ya wewe ambayo na kapitaji kuangisha mtaji wako wako. Kwa hiyo unaweza ukakliki link ukaenda kuiweka kwenye website yako. Nikuwa inafanya kazi. Ili vile vile kwenye Tanzua kuna sehemu ambayo unaweza ukaandikia ujumbe, ukamwandikia eh, Mbao unezu akatoa huduma ujumbe na akakujibu kwa haraka sana. Kuna sehemu ya credit, kama nilivyokueleza, ni sehemu tu ambayo unaweza kuwa unayapata pesa kutoka kwenye wallet e, kwenye kushare kwenye kanzuri ya kulipa kwa hiyo zinaweza kuwa zitakuja kukaa hapa. Kwa hiyo ukiwa una ukiwa unalipa, unaweza ukazi transfer moja kwa moja kwenye account yako ya benki, kama hivyo unavyoziona. Mfano mtu anapata pesa anakuwa na strafa kwenye akaunti yake ya benki. Kwa hiyo utanzua vile vile <coughs> unaweza kubadilisha email yako, kinini, uh, password yako, ukabadilisha ukamenage address yako, anwani yako ukabadilisha. Vile vile kuna sehemu ya account setting. Hii account setting, unaweza kubadilisha kila kitu. Kingine ambacho nimekiona kwenye Tanzua ni kwamba unaweza kuna unaweza kuwa na account moja lakini inatumika aina tatu ya akaunti. Mfano, kuna seller, kuna buyer, kuna advertise. Kwa hiyo ukiklikia advertise, uki advertise unakuwa kama wewe ni una promote, unafanya matangazo. Na ukiklikia seller, buyer, hii buyer inakuwa ni kama vile kwenye, yani, wewe unanunua bidhaa kutoka Tanzua na unapoklik hii sera ni kwamba wewe unauza unauza bidhaa kwa hiyo unaweza kuongeza bidhaa kama hapo unapoona, unaweza kamili jishopu kaangalia bidhaa iliyoko kaangalia, kwa yani vyote hivi vinaweza vita vitatokea. So kama unavyoona hivi transaction complex, watu wanaonunua kwa mfano, mtu akinunua inaonyesha kwamba hapa huyu kanunua, ni yani mwenye amenunua kutoka Tanzua au wateja kutoka Tanzua sehemu moja kuna akaunti moja unaweza ukaifungua kama vile baya, lakini uwezena kujiuza hiyo yu, hiyo ikawa sera, lakini ukajiuza hiyo yu hiyo ikawa advertise kama na bidhaa zako kama na bidhaa zako unaweza ukawa na . Kwa hiyo hayo ndio machache kuhusu Tanzua. So Tanzua ni rahisi sana, tafuta video ambayo nimekuongelea jinsi gani ya akijiuza Tanzua ni mtandao ambao ni namba moja nchini Tanzania, namba moja East Africa. Kwa hiyo Tanzua, mimi kwangu ni chaguo sahihi kwa ukanda huu wa Afrika yetu, yani kwa ukanda, kwa sehemu za Afrika Mashariki. Ukitafuta nyote zao online, basi Tanzua ni namba moja. Utakuja kurudi na feedback hapa. Kwa hiyo hiyo ndo Tanzua. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, ili tafobia skizi. Ukiwa na swali lolote au kitu chochote unataka kujua usisite kutuandikia ujumbe wetu, ujumbe wako. Huduma zetu ni bure bure, ulipi chochote, tayari zimezamnio na watu, ili kuja kukupa wewe, ndio maana huduma bure, aturipi kitu chochote. Hii ni ti forbi skills.